Karibuni sana kwenye kipindi chetu cha Dada Senta eh? Mm, kwenye mgodi wetu wa kwenda kuchimba madini, sindio? Tafuta mitaji eh? Karibuni sana ya. Yeah, nafikiri katikati yetu kuna wenyeji na wageni. Dada ya Merdi, Merdia ndiyo, na Christina, nyiye ni wenyeji, mishafanya kazi na sisi mnarudi kwenye mikataba mingine. Uh, dada Judith, Maimuna na Susan Nyinyi ni wapya, ni kwa mara ya kwanza mnakuja, karibuni sana, asante. Yeah, uh, so, so kikubwa ni hapa tunafahamiana na kujua ndoto zetu, lakini kikubwa zaidi ya yote ni nasisitiza tu mfumo wetu wa ufanyaji wa kazi yeah, ili tuweze kufanikiwa lazima tu, tuwe na mbinu. Sisi tuna mbinu zetu ambazo ni tofauti mm, sio tofauti na na kanuni. Tunafata mbinu zetu, ni zile za kanuni za kimungu ambazo ni za mafanikio. Mtu yote aliyezifata au atakayezifata anafanikiwa, lakini huku duniani kila mtu anatengeneza kanuni zake. Watu wanataka wafanye kazi wanavyotaka wao, huwezi kufanikiwa. Lakini ukifanya kazi kwa mfumo ambao Mungu wetu aliuandaa, kwanza wa kuanzia chini, maisha yanaanzia chini, mafanikio yanaanzia chini. Huu ndo mfumo wa kibibilia wa neno la Mungu kwa wale Wakristo, najua hata Waislamu ni hivyo hivyo watakuwa wanaamini au nyi maisha yanaanzia juu? Akina nani, Maimuna? Nyi mnaanziaga juu, wenzetu yanaanzia chini? Eh e, imani, yani kama unamwamini Mungu wa kweli, lazima maisha yaanzie chini. Hiyo ni kanuni namba moja. Na ndio maana tunakuja hapa kwa ajili ya kwenda kuhudumia watu, lakini pia kanuni nyingine, kuhudumia kwa upendo. Hakuna mtu yote ambaye tunamuita hapa kwa kumlazimisha. Ni mtu ambaye anajisikia kabisa, ngoja niende pale, niende nikahudumie watu ili nipate, si ndio? Kwa hiyo nafikiri mmepita kwenye session zetu, kuna vitu mmevisikia labda ambavyo hata ulikuwa uvijui, si ndio eh? Au ulikuwa unavijua lakini ulikuwa uvichukulii serious. Umefika hapa umeona ni kwa namna gani sisi tuna tuko serious na kazi. Vile vitu ambavyo watu wanaweza kufikiria ni vidogo vidogo, sisi tunavichukua kwa ukubwa, ili tuweze kufanikiwa kwenye maisha yetu. Kwa hiyo niwakaribishe sana. Haya, naanza na dada Merdia, wenyeji <laughs> mtatupa hamasa, wageni Dada mwenyeji Merdia, ulipangiwa kazi ya rusha kama smart dada, mm -hmm. Ulimfanyia nini bosi wako? maana alikuwa huyo anakulilia huyo. Ongeza sauti, sogea kwenye maiki ka hivyo. Ulimsikiliza na mambo jamani, mwanze kuchukua eh, mchukue, kuchukua wewe <laughs> ulifanya huyu kashafanya Ee, maana wewe unaanza unaweza kutuambia maneno mengi, wadada wanakujaga hapa na ngonjera nyingi, lakini ya, kumpeka kazini hapo ndio unajua kama wewe ni mfanyaji kazi au sio. Kwa dada Merdia na dada Christina pale ni yani, sisi tunawachukua kama role model kwa sababu wamefanya kazi licha ya changamoto walizokutana nazo, lakini walizishinda, na kwa upande wa Christina naye akutana changamoto kweli, lakini bado alipambana mpaka akashinda. Ya, kwa hiyo ndio maana nasema hawa ni wadada wa mfano. Huyu bosi wake kwa kweli aliongea na mimi yani, alikuwa anaonyesha anatamani huyu dada asiondoke hata kwa sekunde moja, lakini nafikiri dada naye alikuwa amechoka na, na mambo yake kibao kwenda yaku, kurekebisha maana ulikaa mwaka mzima si ndio? Mm -hmm. Kwa hiyo ukataka kuchukua break. Yeah. Nyumbani sauti yako iko chini. Yeah. Tulikubaliana kwamba nitakaa wiki mbili. Yeah. uh -huh. So, wiki mbili zivoesha, nikamwambia mbona. mm. Kama zimezidi mi nakumbuka. Yeah. Dada chapchapu alibidi nilimtafutia. Okay. Ilibidi aingie kwenye huduma ya express mm. Hey. Sasa, yeah. Sijajua kwa nini kumwandaa mapema hapo. Tu ndio niliongea naye mapema, mapema. Unajua mapema manake mwezi mmoja kabla hata miwili. uh -huh. Kwamba nikimaliza mkataba bosi mimi itabidi nikapumzike ili ajiandae mapema. Yeah. Maana akaja kutafuta dada wiki moja Kabla we uondoke yani ndani ya wiki mm, ambayo ibidi nimwambie ingia kwenye huduma ya express nikupe dada chap mm. Kwani hukumwambia mapema sasa? Nilimpatia taarifa wiki mbili kabla, bado wiki mbili na. Jamani, kwa dada ambao mko makazini, wiki mbili kabla ni, ni, ni chache, ni ndogo. Sasa hivi da, bosi kusubiri dada kwetu ni wiki nane. Tunamshukuru Mungu anatujalia wateja ni wengi. Kwa hiyo bosi anakaa kwenye foleni ya kawaida wiki nane. Kwa hiyo kama uko kazini na umeishi na bosi wako muda wote huo vizuri. Una mipango kabisa kwamba mkataba wangu ukiisha lazima nichukue break kidogo, hata kama nina mpango wa kuendelea, mpe taarifa mapema. Raha ya hichi kipindi mimi nakitumiaga kutoa elimu. Kwa hiyo dada yeyote huko kazini, specially chini ya mradi wetu, tafadhali, unajua kabisa uta break, mwambie bosi wako mapema ili atafute hata mtu wa kushikia, si ndio? Okay. Mm, kwa sababu bosi wako wewe alipata changamoto ikabidi aingie gharama za kulipa hela nyingi ili apate dada atakayemshikia wa express Yeah, otherwise mliishi vizuri sana mm-hmm. Yeah, changamoto, we mwenzetu, unawezaje kukabiliana na changamoto? Kwa sababu mimi siamini hakuna yani, kuna kazi ambayo ina changamoto, hata sisi kwa hapa mnatupa changamoto, sio wadada, sio mabosi, lakini tunapambana nazo. Wewe unawezaje kukabiliana na changamoto za kazi na ukaenda vizuri na bosi wako akaku akakuappreciate akakupenda -akaku mpaka yeye ya anakusubiri, yani tumempelekea dada ambaye ni mzuri, lakini naona yeye hey, ameona we ni mzuri zaidi, kwa hiyo amesema anataka we ndio urudi pale pale. Kumfanyaje? Nimesikia. mm. okay. okay. mm -hmm. Kumsoma. Kumfanyaje. Kumsoma. Kufanyaje? Kumsoma. Kumsoma. Kumsoma. Kumsoma. Kumsoma kwa mtu ana gani unaenda kuishi na namna gani, kina nani. mm -hmm. pia watoto waelewe vizuri ni vitu gani waelewe vizuri. Vizuri. So mara ya kwanza, mm -hmm. kipindi nafika, ndo ilikuwa changamoto, kwa sababu kipindi cha kumsoma kusoma mm -hmm. watoto mm -hmm. lakini baada ya kuwaelewa wote mm -hmm. ikawa tu vizuri, ikawa vizuri yeah. ili kuchukua muda gani kuweza kuwaelewa? mm -hmm. mwelewa bosi, kuwaelewa watoto na mkablendi na mambo yakaenda watoto waikuchukua muda mrefu kwa mm -hmm. sababu wenyewe niko nao muda mrefu mm -hmm. ila bosi ilichukua muda kwa sababu yeye ni mtu wa kusafiri, ni mtu wa kusafiri ah. kwa hiyo muda kama muda gani alikuwa kama, muda gani? ah, musta, kama mia, miezi miezi miwili. miezi miwili kumwelewa miezi. Miezi. Miezi ukamwelewa ah. okay. ah, kwa hiyo ukamwelewa uh, lakini kabla ujamwelewa kulikuwa kuna changamoto gani? changamoto kwake yeye mm -hmm. ilikuwa kwenye eneo la mtoto mm -hmm ya yeah. Maybe anahitaji mtoto anahitaji moja mbili tatu, auna mtu akumwelekeza kwa inabidi endo akuelekeza. Mara nyingi hayupo nyumbani, mara nyingi sana unatumia simu okay. Yeah, kumuuliza yeah. Mm -hmm, hivyo mm -hmm. tu mm. okay. na ni vitu gani unamuuliza kuhusu mtoto? okay. Kwa mfano kuna vyakula ambavyo mtoto hataki kula kwa sana Okay. Kwa mfano vyakula vya ngano, sukari nyingi mtoto alikuwa hataki kula vitu hivyo kwa sana. Mm -hmm. Ya, kwa mara nyingi kwa na muuliza okay, leo tumepika moja mbili tatu, mm -hmm. mtoto alie nini? Mm -hmm. Anipa maelekezo. Mm hivyo. -hmm. Okay. Fanye hivyo vizuri. Mm. Kwa bada, miwili, umesha, yeah. Kwa baada ya hata miezi miwili ukao umesha umesha capture. Like mambo yakawa yameenda. Jamani yeah. Ya ndio smart dada, wewe tunaambia unaelekeza kidogo. Miezi miwili ilimchukua ili miezi miwili kwa sababu bosi wake sio mtu wa kwa nyumbani. Narudi pale pale kwenye kontenti zangu, wa, wa mabosi, mmenisikia na narudia tena ma, wanawake wa sasa hivi, wanawake mabosi wa kike. Nasema mabosi wa kike kwa sababu katika culture zetu, mila zetu, wanaume hawajawahi kukaa nyumbani na watoto wanao, waliokuwa wanakaa ni wamama, na sasa hivi wamama wamesha amka na ujasiriamali na kazi na shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo nyumbani muda mwingi haupo, ushahidi ni huyu Uh, bosi wa nani? Merdia. Sasa ukimletea traditional traditional, ndio wale wadada ambao nimesema ni kama inabidi kumwelekeza sana. Changamoto ndio hiyo, lakini ukipata smart dada unamwelekeza kidogo, mambo yanaenda. Lakini arudia tena kwa traditional, uwezo wako ni mdogo. Sio kwamba uwezo wako ni mdogo, ki ujuzi hujajenga ujuzi, lakini haimaanishi huna uwezo. Yani inabidi muelewe hicho kitu, ukiitwa traditional haimaanishi kwamba wewe ni mjinga au huwezi kujifunza. Hapana, inaimaanisha ina kwamba wewe ujipe muda wa kujifunza. Kwa mfano ukisema anaenda kazini mwaka mmoja, basi ule mwaka kwako ni shule, ili uweze kuelewa vizuri shughuli za nyumbani. Ndio, ndio tafsiri yake, na ndio maana sasa hivi tumewandalia mtaala ambao, kwa wale ambao watakuwa serious kuingia, tutaweza kuwanoa na kuweza kuwa smart dada simple. Kwa hiyo ukisikia nasema traditional ni wakusukuma kama ni kibasikeli cha kusukuma, usijisikie vibaya, sema tu, sasa mimi mwakani inakuwa gari sawa, natoka kwenye basikeli inakuwa gari. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa dada Merdia, hongera sana, tunafurahi na sisi kwamba tulikuona kama smart na kweli, yaani ulienda kufanya zaidi hata ya yale tuliyokuwa tunatarajia, kwa sababu bosi wako ni mtu ambaye alikuwa amekuwa disappointed kwa dada wa mwanzo aliyempata. Aa, lakini tulimhakikishia kwamba yani, ukipata dada tukikwambia huyu ni smart alafu akaja asipo perform, aimaanishi smart ndio wako hivyo. Inamaanisha huyo dada huyo huyo ambaye ameshindwa kukopu na mazingira yako ameshindwa kujiongeza ni huyo, lakini level ya smart siku zote inabaki pale pale. Ni wadada ambao wako faster chapu, wanajielewa wanajiongoza, wanajiongeza hawana mambo mengi. Kwa hiyo, kwa hiyo sisi tunakupongeza kwa kuweza ku kufanya vizuri na kuf, mimi nikiona bosi anamng'ang'ania ya dada yake najua kwa kweli kuna mahali ulimgusa mm, na hicho ndo kikubwa. Hiyo ndo siri tu, kufanya vile bosi wako anavyotaka, na wala hahitaji uchawi. Ni wewe kama ulivyosema kumchunguza bosi wako ya, kwa hiyo sawa. Uh, sasa umeongea naye kwamba ushamaliza kusalimia na kila kitu yeah, ehe, akasemaje? ajakwambia na dada mwingine Ah, wewe ulimpokea eh? Oh, okay. Ehe, <laughs> kwa hiyo sasa. Yeah, uli, okay. Nakumbuka uliahidi unarudi, lakini mimi nikamwambia bwana wa dada, wewe waache kwanza. Akitaka kurudi hapo ndio tutajua, maana wengine wanasemaga narudi lakini sio wote wanaorudi. Okay. Eh, kwa hiyo mimi nilimwambia wewe usiweke expectation sana kwa dada ambaye anakuahidi atarudi, asiporudi utaumia. Bora uendelee na huyu mpya, uanze na wewe kujiajust, akirudi hapo sasa ndio tuta tutajua eh, kwa hiyo ukamwambia sasa uko tayari kurudi Dio. Mm. Na utaendelea kuchapa kazi vile vile, maana tena usije ukarudi, alafu mambo yakageuka, mara umekaa hapo siku mbili tatu, mara tena usikute huku umeenda kuweka mambo sawa na mchumba, sasa masimu zinakuwa nyingi, bebi bebi nyingi Ehe. kazini hapa kaliki unarudi mwaka wa pili miezi miwili mitatu, huyo Merdia tena sio Merdia yule wa zamani. Haitakuwa hivyo yeah, eh. Sawa basi, karibu sana eh. Wakati unaenda kazini ulikuwa unalipwa shilingi ngapi? Laki mbili eh. Mm. Sahivi kwa, mm. Kwa hiyo mnajisikiaje? Kituo chenu kinawapambania kwenye maslahi, basi mwendelee kukitendea hichi kituo mkiombee na nikitendee haki haki, maana yake mkataba wako ukiisha kumwambia bosi wako arenyu mkataba sio, mwendelee huko juu kwa juu Sao. Na we usione, laki tatu umefika kwanza. Ingia shule, ingia darasani, tukupe mwongozo. Ukimaliza huu mwaka unaingia laki tano, ndio utaratibu wetu. Watu wenye hela msiogope, ndio hivyo. <laughs> E, cha muhimu tukifanya kazi, hela zipo. unasikia eh? Eh, kinachofanya tubaki kwenye hivi hela vidogo vidogo, bado hatujajinoa vizuri. Tukijinoa vizuri, hela zipo, kuna watu wanalipa, wanashida yaani, mkinielewa anachowafundisha hela zinapatikana nyingi tu. Kwa hiyo, Merdia karibu, na nafikiri ofisi washawasiliana bosi wako. Kwa hiyo, wewe unaenda unamkuta yule alafu yule ndo anarudi, okay. Sawa, kila laheri <laughs>